Mkubwa iko naongea. Merci. Habari yenu? Habari yenu? Leo ni furaha, mko tulizungumza kama kila tunakutana, miezi tatu zilikuwa zinaisha. Miezi tatu zilikuwa zinaisha kuko venye tulisikilizana leo kabisa eh, kuko furaha viongozi vya chama shefu vya yangu vya chama ba viongozi ba shefu yangu, bali nitumana ni bashukuru bali niambia nafua kwa siku tulikutanaka atuka kuko shanjuma, alakini hatuyafika kwa objectif shukukai kungali babandi benye bako na uwa watu na, na silaha na tulisikiliza naka kama muturomwa tutakutana, bali babandi habangali sasa kunakosa nini, bali babandi tuwamalize. Tunakosa nini? Tudenonse bali babandi. Tunashukuru kwanza wa motari apre kukutana, kuko babandi kama tatu kamatana siraha, kuwashukuru sana alakini apre pale muliendaka polepole Leo tulikuwa waomba. Leo ile tulikuwa baomba yenye tuliongea kala fois passée, ni kubashukuru, lakini tuongezee, tuongezee nguvu nguvu. Kama tunakutana na tunasikilizana, tuongezee nguvu. Nilibambiaka tunakutana, leo tutaongeza masaa. Mko leo hii nafunga saa ngapi? Kuanzia leo mutaanza kufunga zero <tipa> Gavana wa Kivu Kaskazini upande wa AFC/M23 Bahati Erasto Musanga leo amekusanyika na waendeshaji pikipiki mjini Goma, Kivu Kaskazini, wengi wao wakitoka wilayani mbalimbali mkiwemo mbali. Masisi, Rutshuru, Nyiragongo. Musanga akiwapa malalamiko ya waendeshaji pikipiki kadhaa na kutatua shida hapo hapo <laughs>

Awaendesha pikipiki wa mji wa Goma na kandokande wa Goma huko Nyiragongo, Masisi na Rutshuru na Lubero pia. Eh, kwa kweli tumefurahi na na hiyo kweli imekuwa kitu cha kwanza kwa mimi. kumini depuis niko mwai kazi asianaakame gouverneur mwiko kompleta sana mwiko na ile sense ya leadership kwa hivyo na ile esprit ya kuchongelea watu, wawaulize shida ni nini, probleme wapi, tutafute solution. Na njo yenye tunapenda, na njo yenye tuasha kosa. Musanga, hata hivyo, amewachukulia hatua baadhi ya viongozi wa waendeshaji pikipiki na kuwaweka katika mikono ya polisi kujibu makosa ya <todilogu> ba mie si hawai kukala ni grand bariero niketiko. Mie niko hapa na niko mudu mwenye nilikuwa reprezante ba motare wa Nyiragongo. Mie niko motare mwelo mina tumiki aka mugoma si hawai kula kontrolele mwenyamamla kuukontrolele lamudu mulusengo a nie sina shida.

Ni Magufuli wa Kongo kweli. Yes. Ah, sababu gani anasikiliza kila mtu. Ndio maana nitoka kusema pale mbele pale kama mzazi azukile watoto hata jua wanaishi namna gani. Walikula ma wakukula ilikuya kusikia maongezi ya kwa Magufuli. Ah. Sasa mnaonaje hali yake? Ametuambia maneno mazuri tumefurahi, na sio tunaenda pasha wengine ambao hapa kuya bila wa kusikiliza maneno ya guverer skarenyo ndio. Hey, sasa mnaonaje hatua anachukua? Ewa, hii hatua ni vizuri sana amekata waamwizi walikuwa tunyanyasa hapa, tunafurahi sana jina hmm. tena zina ni Fabrice Rafiki Hasani. Ndugu, nawe mekuja kwa nini? ona alen ya ya maamuzi yae sasa unaonaje hatu amechukua? Hakuna shida Hasan. Hasante hiyo, yeah. yeah, yeah. <laughs> Niko na furahia hii yetu tumeongea na makubwa leo. Eh, hey, kwa nini unaifurahia? Yeah. Ni turu ya kwanza, mara ya kwanza tunasimama mbele ya gavana ya kuonyesha malalamiko yetu. Yeah. Yeah. Sasa mnaonaje

Mimi nimekuja hapa juu ya tulisikia governor alituitisha sisi, tulitokea Masisi, lakini yene aendeke teni juu aseme juu ya probleme zetu. Sasa, mnaona tunafurahi sana pasikia ni kitu ya kwanza tunaona anashn

Umekuja kuona mitingi hapa kwa eh, waeei. Sasa umesikia nini? Atuka, nimesikia nimepata kaamani kadogo. Nimepata mabadiliko mingi sana. Paraporo ya zamani. Gavana amezunguza na wanahabari baada ya mkutano huo. Kwa raia yetu, tunaomba amani. Tunakusanyisha wa mutari, hmm, watu wenye walikuwa wanaua, watu walikuwa yeu unaoma amai kwa motari, shakwani aba watu wenye banatumikisha kwa bamotari ju ba uwe watu babiache na baba denonce na na wakama na kuko na kuko wenye banatumikisha kwa moto na haiko na bamotari ju ba uwe watu bile vitu vyote bamotari tusaidiane kupiganisha bile vitu za amani. mm, mm, it Nesit... Ai, leo wanzi wanatembeza pikipiki mpaka zero. Kuanzia asubuhi

ungekuwa na ujumbe gani kwa raia wa Goma? Ujumbe yenye iko wa raia wetu, wa kuekala, hakuna shida. Ni wabandi FDL na FRDC wenye walikuwa wanajifichika muparki wako na kuya tafuta chakula, lakini ili taisha kwa siku kidogo. Asante. Hatua ambayo imepongezwa na wengi wao. Mumbere Lumumba ni msemaji wa Bahati Erasto Musanga akielezea kwa urefu sababu kubwa ya hatua hiyo. Uh, gavana umesikia hao mwenyewe kama population na watembeza pikipiki wanamwita kama vile Magufuli. Magufuli alikuwa president wa Tanzania na alikuwa mtu ambaye alikuwa pragmatike. mubi yake ni kusema hapana mapromese mingi sana kwa sababu kujenga inji haiko kusema ni kuwaza mingi sana, kujenga inji ni kuweza kutatua mashida eh, wakati shida zinajiprezente kupata solution. kwa hiyo kwa sababu mashida ambazo wakazi wanapitia haiko mashida za kuomba kuenda soma vitabu juu ipate solution. Ni mashida ambazo zinajulikana na mheshimiwa, kama iko na, na volonte ama nia nzuri na, na solution itapatikana hapo hapo. Na ndio maana de marsia liwali ni kusema nini, kama shida inaonekana hapo hapo solution ipatikana. Na ndio mambo amefanya hapa leo, na populasyon mzima imemwita Magufuli kwa sababu Magufuli alikuwa naye president ambaye alipendewa sana, na alikuwa pragmatike ndani ya vitu ambavyo alikuwa anafanya. Una... umeona umeona, wenyewe kama watu wengi wamefungiwa hapa ambao walikuwa ndani ya manyanga, wengi wamefungiwa hapo hapo kwa sababu wameshtakiwa na, na raia kusema walikuwa wakinyanyasa raia na, na njo ile filosofi eh, ama filosofia ya, ya, ya, ya chama kusema mtu ambaye amefanya makosa aadhibiwe, hapana kuchunguza mingi sana, inaomba kutatua shida wakati inaonekana hmm. Sasa hakuna sheria a sheria iko kwa sababu wakati unaona, uh, population njo watu wa kwanza ambao tunapaswa kuwaita kama watu wa reseinement ah, yani, nyinyi mnaendea kwa masoko ya raia. Tuko kama tuko hapa AFC ni kwa sababu raia imelia siku mingi, tulikuja kukomboa raia, na kazi yote ambayo tunafanya ni kusudi raia iweze kujikuta inajikuta mzuri, na hapo fasi ambao raia inalia inaomba sisi kama vile AFC/M23 tulete solution, na ndio maana Mheshimiwa liwali wa jimbo wa Kivu Kaskazini amepana masolusion pale pale na hao watu ambao wamefungiwa wamenda kwa mikono ya polisi na polisi nayo itaweza kuwatia kwa mikono ya mtu ambaye anahusika na kuweza kuwasikiliza kuwasambisha, kuiona namuna gani waweza kuingia kwenye kui ma, ma, ma ma ma ma desordre na wanapaswa waweza kuadhibiwa namuna gani <receptors>